Hello. He bana, Mr. Chocha hapa tena. Bana, ni mwendelezo wa darasa letu la kufahamu ni application zipi ambazo tunazitumia katika kununulia bidhaa tofauti tofauti China na katika hilo jinsi gani ambavyo utaweza kuzi I mean kujiunga katika hizi application kama jinsi ambavyo unaona mimi hapa sasa hivi, nimefungua hii application ya Alibaba, na hapa ambavyo unaona huu uh, ni mwanzo um, front page ya Alibaba, na hapa chini ambavyo unaona haraka haraka, mimi inaonekana sina account. Kwa ukiangalia hapa chini ya Alibaba, utaona kuna same to forty forty categories sijui ya Alibaba, kuna messages, kuna same ya nini sasa Uh, my account, lakini ukiangalia hii sehemu ya sign in, i mean hii sehemu inaonekana kama vile mimi sijajiunga. Kwa hiyo jinsi ya kujiunga katika application ya Alibaba, sijajua kwa kweli, ukifungua kwa wakati huu itatokea namna gani, lakini nisikilize kwa makini, nielewe. Unachotaka kufanya ni sign in, ingia sehemu ya kujiunga. Kuna njia tofauti tofauti za kujiunga katika i mean katika katika katika nani yako, katika application yako, kama hivi ambavyo unaona, kuna hii njia ya kutumia Google, kuna hii njia ya kuingia kwa kutumia Facebook au email. Sasa rahisi zaidi bila kupoteza muda ukitumia tu email yako inatosha, kama jinsi ambavyo naona mimi nimechagua email yangu, na uzuri tayari nilikuwa na account, kama vile ambavyo unaona account yangu hii hapa na messages hizi hapa. kwa hiyo kwa hiyo ambaye, labda ulikuwa huna account, ukitumia email yako kama hivi, itafunguka application utaona account yako, na kwa sababu ndo mara ya kwanza basi zitatokea. Mimi nina messages kwa sababu tayari nilikuwa naitumia hii application, nilikuwa naendelea kufanyia manunuzi ya bidhaa nyingine tofauti tofauti, kama jinsi ambavyo unaona. kwa hiyo Hivyo ukiingia inakuwa tayari umejisajili na inakuwa tayari umeingia mwanzoni kabisa mwa hii application ya Alibaba, kupitia hiyo njia ambayo nimekwambia. Kwao kirahisi utatumia email tu kujiungia na Alibaba, lakini pia kuna hii application nyingine ya 1688 sasa hii ni app kidogo ambayo ina changamoto katika kujiunga na inawasumbua wengi. Nataka kwanza nianze na application ya Pinduoduo ambayo ni rahisi zaidi, nikuelekeze jinsi gani ambavyo utaingia kujisajili katika hii application ya Pinduoduo. Kama jinsi ambavyo unaona, mimi nimefungua hii app na hapa ni mwanzoni, na ubaya katika hii application nilikwambia. Ha, hii ni app ya China. Kwa hiyo hapa haraka haraka sijui ameniambia kitu gani au wewe unaweza usielewe kitu gani ambacho anakuambia. Sasa kitu cha kufanya au kitu ambacho unatakiwa kufanya na hutakiwi kuwa mvivu. Kila wakati unatakiwa ukiona kitu kama hichi usisubiri tu mimi nikuelekeze kwamba hapo amekuambia kitu gani. Wewe unachotakiwa kufanya hapa ni ku translate, tafuta njia nzuri ambayo inakusaidia wewe ku translate vitu katika lugha yako. Kwa mfano kama mimi hapa ukiona rahisi kabisa na translate vitu kama hivi ambavyo unaona, maana hii ni sehemu ya ku, yani sehemu ya kuingia katika hii application, yani ni sehemu ya kufanyia usajili au kuingiza details ambaye labda alikuwa na account tayari, sehemu ya kuingiza details zako uweze kuingia katika hii account. Na kama ambavyo unaona options zao hapa, kuna WeChat login, kuna mobile phone number login, na kuna please use other methods to login. Kwa hiyo zipo njia mbili, lakini unaweza kuchagua pia njia nyingine ambazo sizijui. Kwa kwa mfano kama mimi hapa naangalia ni njia gani rahisi ambayo nilio nayo mimi katika hii application ya nili, tayari ninayo hii account ya WeChat, kwa hiyo nitaingia kupitia hii account ya WeChat, lakini wewe ambaye huna account ya WeChat unaweza ukatumia tu nambari ya simu kama hapa ambavyo unaona wamekwambia mobile phone number, hii sehemu ya pili hapa wamekwambia mobile phone number. Kwayo, kwa hiyo kupitia namba yako ya simu unaweza ukaingia hii sehemu na ukajiunga kupitia namba yako ya simu kama ambavyo unaona ina maana utaingia hapa, utaandika namba zako za simu, na kisha utakachokifanya utaruhusu hapo na hii application watakutumia ujumbe kwa ajili ya kudhibitisha kama hizo namba ni zako, na kama zitakuwa ndo zenyewe basi tayari utakuwa umefungua application na utanani. Wakati mwingine unaweza ukaingia hii sehemu hapa usikute hii sehemu wameandika namba za kitanzania ukakuta labda wameandika namba za Kichina. Ambacho unatakiwa ukifanya ni unaingia hii sehemu hapa ya juu, kama ambavyo unaona translate, kwanza uone umekwambia kitu gani, ili unielewe kitu ambacho nakwambia. Tunaona pale juu wamekuandikia country origin, kwa hiyo ni Tanzania, ndio maana mimi nimeweza kuandika namba yangu ya simu, lakini kuna wakati utaingia hapa utakuta wamekuandikia nchi nyingine kabisa tofauti. Kwa hiyo kama ikiwa hivyo, basi maana yake utaenda utatafuta country code za Tanzania ziko wapi, ambazo ni hizi hapa, na utaweka hapo Tanzania, utaandika namba yako ya simu, utaendelea kama hivyo kirahisi. Kwa hiyo kwa mimi ambaye tayari nina account ya WeChat nitajiunga kama hivyo ambavyo unaona kwa kupitia WeChat na account yangu itarudi. Kwa hiyo ni log out makusudi, ili niweze kuonyesha kwamba unaweza kujiunga kama hivyo. Au la kuna account kama pia unayo account ya WeChat, unaweza kutumia ukajiunga na account kama kama jinsi ambavyo unaona akaunti yangu hapo, na hii ni sehemu ya messages, messages ya tofauti tofauti ambazo nilizokuwa nikichat na Wachina, na hii ni sehemu ya progress ya akaunti yangu. ni progress yangu hapo kama jinsi ambavyo unaona, na na utakuwa umefanikiwa kufungua application application yako ya ya pin duo, na sasa kazi kazi ipo ipo katika hii application ya 1688 kwa kwa nini nasema kazi ipo hapo? Kwa sababu kwanza, cha kwanza hii application kuna simu haikubali kabisa hata kudownloadika sio kila simu ambayo, yani hili nalo inabidi nikuweke wazi. Unaweza ukashangaa una download hii app unatumia muda mrefu hapa hii kwenye simu au tekikia ifunguki, uelewe hii application inalagua simu, hilo la kwanza. Na kama ikifunguka basi pia unasumbua katika kujiungia. Yaani, hii app mwanzo ilikuwa ni rahisi, tuna watu tulikuwa tunajiunga kwa namba za simu, kama ambavyo unaona watu tulikuwa tunaweka, mfano habda Tanzania, unaingia unachagua, unaandika namba zako za simu, hapo unatuma, unatumiwa verification code na kodi zinakuja, unajiunga. Lakini kwa sasa hii app wameongeza some policies ambazo zinamfanya mtu ambaye si mchina, yaani mtu ambaye hanain akaunti za kichina au vitambulisho vya kichina, kwa mfano nambari ya simu au labda vipi vile vitu vya kichina china, vinamfanya asiweze kutumia hii app kwa sababu ya policies zao, wamezitaka hii app itumike kwa ajili ya china tu. Sasa kitu cha kukifanya wewe ambaye wewe ambaye unataka una, una kujiungia na hii app, ipo njia rahisi sana ya kujiunga. I mean unaweza kujiunga kupitia Alipay kama hivi ambavyo unaona, au unaweza kujiunga kupitia Taobao. Kwa hiyo nilikuelekeza mara ya ya ya ya ya ya ya ya ya kwanza kwamba chagua wakati wakati una download download download zile zile app app app app app app app app upakue upakue pia pia pia na na hii hii hii app ya Alibaba kwa ajili ya app ya Alipay kwa kwa Alipay Alipay ajili ya kujiunga ndio njia njia rahisi rahisi lakini lakini unaweza kutumia hata hii Taobao. Kwa hiyo nilisahau nilisahau kukuambia kukuambia kukuambia. Sio lazima unachagua katika kujifungulia application yako. Kwa hiyo Aidha utumie Alipay au aidha utumie Taobao. Hizi ndio njia rahisi katika kufungulia akaunti yako. Na maana yake ni kwamba ili utumie Taobao au ili utumie Alipay katika kujifungulia, kufungulia hizo, maana yake cha kwanza inabidi uwe na Alipay.

ambazo zinaweza ni sio njia rahisi sana, kwa sababu ni mchakato kama hivi ambavyo unaona lakini ndio njia ambazo zinaweza zikakuunganisha rahisi, yani kwa uzuri zaidi na ukatumia hii application bila matatizo kuliko ukitumia nambari ya simu, akaunti yako inakuwa na hatari ya kufungwa muda wote, ukapoteza taarifa zako, au wakati mwingine ukatumia Facebook au ukatumia Google, kwa sababu hizi sehemu pia umetumia akaunti zako za Kiswahili. Kwa mfano, Facebook umeandika nambari yako ya simu ya Tanzania, Google nayo ulijiunga kwa kutumia nambari yako ya simu ya Tanzania, au ni vitu ambavyo vinaonekana kwamba ni hivyo ni policies zao, bado unazifunja kwa msingi. Aidha utumie Taobao au utumie Alipay, na kama hivi ambavyo naona mimi nimetumia Alipay na najiungia katika account yangu, na Rashid ananiambia na naendelea kwa mpaka hapo tayari. Ya mfano ukitumia hizi njia mbili, na kuwa umejiunga katika hizi application za hiziza